Hebu acha taya nyuma kwanza nimsikilize Miki. <laughs> Miki ndio mtu anaenda tu. Mtu anaenda moja kwa moja, si ndio? Anaenda. <laughs> Hafsa hapa kaenda kwenye maji pale. Kasimama. Anambia Miki, nenda kati, ndio yupo karibu na mtu. Sasa <laughs> hivi mbona kaanguka pale na bibi sasa niende sasa nimtoe sasa nimnyanyue. Yeye anaanza kumburuta. Ndio mwamba akapata ujasiri wa kuja. Ina maana wewe ugopi maji. Pale wewe umekuja. Unajua mi kwanza kiatu kilikuwa kimeng'ang'ania. Acha Musa, mtu anaenda. Hapana, mi wakati anaendelea kusoma anawaambia Hasani, angalia huyu mtu anapotea, anarudi, anapotea, anarudi <tutu> <tutu> naye anaangalia anasema ee, hey, anapotea, anarudi. Asani, ulikuwa unamwonaje? Alikuwa anapotea. Unaangalia hivi, unamwona hayupo, anamtaja upepo. Anaenda kule maji kama kapigwa ka sijui nini kaanguka pale, ndio nikasema sasa hii ni hatari. Adinaya, nisubiri wakaokoe ndugu yangu Bilionea ajaye. Nani hakusubiri kwa? Adinaya ndio alisubiri. Asani kenda ndani kwenye maji tena tutoke. Swiki njoo wiki, vipi babu mliokoe? Yeah. Mtu. Ah, yeah. Jamaa kanywa vikombe kama sio vitatu vinne. Taboe rekola size ya. Yeye ni size 9. Saa 9 Sa upsize sangapo? Haujanywa? Sijanywa. Saa kumi. Unajua maji yamekufunika kabisa. Babu ameangukia hivi. Nimesogea. Mhm. Baadaye nimeona watu wengi. Ya, ya ya. Ah, ah, yani nilipopoteza yani kama nimeanguka. mm -hmm. Niliona watu wengi wanaongozwa na ana mwalimu. mm -hmm. Anawaambia mtoeni kwenye maji, msogeze nchi kavu. Nasikia mwili una kama kunarushwa hivi? Nasikia nani, ya yani nasikia mwili kama unarushwa, ila wako wengi. mm -hmm. Wanaambiwa mtoe kwenye maji, ila mwalimu anaongea na lugha ambayo sio Kiswahili Mira mimi nakielewa. Yaani ni kama lugha ya tofauti. Eh, yaani sio Kiswahili, sio Kiarabu, sio, yaani sio lugha ambayo nimewahi kuisikia ama ku experience. Ndio naelewa. Eh, ila naielewa anavyosema mtu, yani kwenye na wakati na wakati unasoma unaenda unainua mikono. Wakati na soma eh, yeah. Nilikuwa nime nilianza kusoma Baratia. Mhm. Mm, baratia nikasoma kariri. Sikuwa nasoma kwa idadi, nilikuwa nasoma tu. Mm, random ni baratia ya barati hiyo, kariri kariri kariri, taura, ni baadaye kia pao tnyoshi zikaanza kujigeuza zi, zi, nageuka naanza kusema mazjalin mm, mazjalin mm. <laughs> Yani unahitaji random eh, random mazjalin, nikaanza kurudi reverse mazjalin uh-huh. mazjalin mazjalin narudi taura taura, ni kariri kariri mm-hmm. na, narudi mpaka <coughs> baratia baratia baratia, baadaye nikaona mawimbi kama yamechana barabara alafu maji ya katikati yametulia, aeukwaalafu na vale ya naona kuna kiumbe uhum. cheupe kinang'aa, kinaniambia njoo tuzungumze huku. Nikanyanyua mkono, nataka kujizuia kunyanyuka, nikanyanyua mkono nipate msaada wa mwalimu. uhum. Sasa nanyanyua mkono, mwalimu ananiambia nenda, usininyanyulie mkono nikaendelea kusoma, nikasoma we umevaa ni nguo nyeupe, mavazi meupe, mavazi meupe, yani meupe pee. Uh -huh. alafu umeshika kama li kama li rosari likubwa leupe, unalizungusha hivi unaenda. Uh -huh. Unairudisha una, una hivi aba, baadaye. Uh -huh. Ukaniambia acha chana na majina matukufu. Uh -huh. Soma aina matakuni nikaanza kusoma aina mata kuni aina mata kuni, nikaanza kulia mm. Nikaanza kuisoma kwa kasi, huku nalia naisoma, huku nalia kiumbe mm -hmm. ananiambia njoo mwalimu, anakwambia uje kwangu, njoo, nimekufungulia njia, njoo tuongee. Njoo. kiumbe anafananaje, eh? kiumbe anafananaje, kiumbe usoni mm -hmm. sijamuona, kwa sababu hana sura mm -hmm. ile amevaa mavazi kama mm -hmm. meupe, yaani kama ya mwalimu, ananiambia mm -hmm. njoo tuongee nasikia kama radi inapiga kwenye masikio. mm -hmm. sisikii si sauti zingine zozote, sisikii si bahari, nasikia na, na, na njoo, nasema, na tu mwalimu ana nani kile kina eh? kiumbe kinaambia njoo, mwalimu anasema soma aina matatu. Gani kinavyosema eh, kwa sauti gani kinasema, yaani ya kibabe, yaani mm -hmm. kama mkorofi hivi njoo, mm -hmm. njoo tuongee huku, njoo mm -hmm. unaogopa mm -hmm. nini nanyanyua mkono, mwalimu ananiambia soma aina matakunu. Shusha mkono, usinyoshe mkono. Sasa hiyo ukisoma aina matakunu, maana yake unamuita aje kwako. Sasa yeye yeah, akiwa anakuita uende kwake, maana yake unakuwa unafanya nini? Yani, mnazidiana nguvu. Ndio maana unaona yule ambaye alikuwa kavaa nguo kama zangu anakwambia soma haina matakunu, maana yake yeye ndio unatakiwa umtoe baharini aje huku nchikavu, sio wewe uende baharini, umeelewa? Ina maana wewe kwenda baharini, maana yake tayari kashakuzidi nini nguvu ndio maana nilivyokuona tu pale, unainuka nikaanza kumwambia Hasani, inuka mfate, inuka mfate basi. Unaelewa? Yeah. mm. Joo, na maana hapo kashazidiwa mm. Jo, toka huko unaongea na mimi nchikavu, anaongea sauti ya Kiswahili, yaani sio Kiswahili <tabu> ila mimi nasikia Kiswahili <tabu> ila, ila kavaa mavazi gani eh? Kavaa mavazi meupe pe. Kama haonekani mkono haonekani mguu ni mm. vazi tu kama linaelea linacheza hivi kwenye yale maji anambia njoo, unaniitia mimi nchi kavu. Mwalimu anasema soma haina mata kuni, ninaendelea haina mata kuni. Sasa nikaona nazidiwa, nachanga ni moja kwa moja, e, uhum. Nazidiwa nachanganyikiwa, nikaanza kulia sasa sielewi nini kinaendelea. Baadaye akaniambia unataka pesa hautaki pesa? Uhum. Unataka mali na fahari hautaki? nikasema nataka. Uhum. Akasema njoo, usimsikilize yoyote Mwalimu anasema usimsikilize, soma aina matakun ili aweze kuja. Nikasoma aina matakun, aina matakun, baadaye nikashika kichwa mm, nikawa nimeinama mm, nikaanza kusema aina matakun ya tukum Allahu jamiani ina jamia, nalia na nasoma, nalia nasoma, naona pressure inapanda, pressure inashuka, moyo unakimbia, mwili unasimuka, nikasikia miguu inanyanyuka yenyewe, inasimama, mm, nikaanza kumfata yeye. Sasa namsogerea, sioni maji, ninaona tu mwanga mweupe uko kwenye chini ya nyayo zangu, barabara ni nyeupe ndo mm. nikaanza kwenda, naenda naenda, ananiambia unakaribia, sogea kidogo, nasogea huku nasoma aina matakuni, ananiambia kimya, sogea <laughs> Ay. Sasa nasema ninyamanze nisome aina matakuni, nikachanganyikiwa, ile nachanganyikiwa mwalimu akasoma, sijui ni kitu gani alisoma mm, ila nikasikia kufu, baadaye nikaishiwa nguvu. Ile naishiwa nguvu akanambia huna akili, uh, well, nikapoteza fahamu. Baadaye nikaona watu wengi, mwalimu mm -hmm. anawambia mtoyani baharini, msogeze nikasikia mm, nimepigwa kama na wimbi linaninyanyua, linanitupa nje mchikavu. Alafu nikasikia sauti nanaambia, hautakuja kuwa tajiri mpaka unakufa. Ndio nikaanza kulia. Sasa ndio sababu ya kile kilio. Wala <sighs> usiwe na wasiwasi, mafanikio kwako kwa yako karibu. Wala usiwe na wasiwasi, hiyo ni hatua kubwa sana umepiga. <sighs> Ye yeah, viumbe huwa vina nani, yaani vinakupa mtu kama vile kukatisha tamaa, lakini wala usiwe na wasiwasi. Hiyo ni njia mojawapo ya mafanikio, wala usiwe na wasiwasi. Viumbe wako maelfu kidogo, kwa hivyo mmoja wala asikubabaishe, umeelewa? yeah, na kama umeni note toka mwanzo nilikwambia viumbe wako maelfu.

kila umekaa sawa huko empty. E, nasikia kama si kuna kitu wakati ya anakwambia kwamba au utafanikiwa mpaka unaingia kaburini. ulikuwa ni, unajisikiaje? nilikuwa nasikia huzuni mm. Ila wewe huko unacheka mm. Kitu ambacho ni experience yaani una, unaona ya wewe anayekucheka yeah. Wewe ni kiumbe ambaye tuliokuwa naye hapo. Yaani wakati wewe una wakati namwambia nani Hassan ya kuangalia kwamba unapotea unarudi. Sasa tukimwangalia Miki ndio amekaa kama vile anataka kuzaa rafiki yangu. <geles> Miki vipi? Mkombozi nimeingia kwa imani. Ndugu yangu nilipona kaanguka chini. Nimeingia kwenye, <geles> <geles> <Mie? geles> <Mie? geles> <Mie> kwenye gari huyo. <geles> Nasema tu moyoni. Alhamdulillah ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. <geles> <geles> <geles> Yaani nimesikia imani yangu kama imepanda kwa kasi.

Eh, yeah, <and> <army> yeah. Yote. Na unajua <inaudible> kwa nini watu unapenda mtu awe na guidance yake anafanya hivi vitu? Yeah. Kwa sababu hasa hapo imagine kama Musa yuko peke yake, ningekuwa tayari yani biashara nilikuwa Yaani ile ilikuwa ni ushindani wa hali ya juu. Ameenda da, hakurudi. Bas bas, ni nzuri mimi naona hamna ni sio mbaya lakini imagine ungekuwa peke yake. Yule ndio maana hakuweza kufanya hivyo. Fanya maagano kama ya Nurudini ni mm, mteme mwalimu niambatane na yeye bara bara, alo, barabara zinafungwa. Ngoja tuishie hapo <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs>